Nitumie fursa hii kutoa kwa ufafanuzi kwa vijana wangu. Kwanza nafurahi kwamba vijana huko hapa kwa mambo tu, ni sisi vijana wangu, na tuepuke kushabikia mambo ambayo hatuna dakika ambazo ziko sahihi. Sasa hivi mheshimiwa rais, sielewi hii upepo umetoka wapi, lakini ghafla umetokea upepo unasema kwamba vijana wakao hawasomeshi, serikali haina hela. Ndugu zangu, ni anatoka wapi haya mambo? Mambo ni wakumbushe jinsi ambavyo serikali inafanya kazi kama mtakumbuka mimi bajeti yangu nilipitisha bungeni tarehe ishirini na tano na tarehe ishirini na tisa Mei na katika ile ya bajeti yangu iko kwenye website ilimu, kizuri, ki ilimu, ya wizara ya ya elimu nasomeni vizuri kiasi ambacho serikali imetenga kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ni shilingi bilioni mia nne themanini na tatu kwa ajili ya wanafunzi laki moja na kumi na tisa na kumi na mbili na kati yao wanafunzi wapya elfu ishirini na tano mia saba kumi na saba tunategeleza bajeti ambayo imehitinishwa. Hata leo hii watu wameanzisha maneno, serikali haina fedha, wanafunzi hawatapata mikopo, yanatoka kwa taarifa el. Mpaka sasa hivi katika milioni mia nne themani na tatu imeshapata milioni mia moja ishirini na hii ni mwezi wa kumi, na hii ni bajeti ya mwaka mzima, na zoezi la kuwapa wanafunzi mikopo inaendelea mpaka so, sasa hivi tumeshafanya malipo kwa wanafunzi elfu kumi na moja mbili wakiwa na wanafunzi elfu hamsini na mbili mia tisa sitini na tano na vilevile tumeshafanya malipo kwa ajili ya kiasi cha shilingi milioni arobaini. Hizo ndio taarifa taifa sahihi tumesha kuelewa. Kwamba nimeona baadhi ya vyombo tunasema kwamba wanafunzi elfu sitini na sita wamekosa mikopo. Ndugu zangu wa Tanzania, kama wamba nilikuwa naongea, wanafunzi waea o duu zanaz waliodaiwa ni elfu hamsini na nane

hatuwezi kumpa mkopo mtu ambaye ana uwezo tu, kwa sababu tunavuka malengo, kuruka malengo. Ndio maana mnaona haya mabweni, mtaona na mimi mengine zaidi, lakini wale ambao wako kwenye utaratibu watapata fedha yao kama ambavyo wamepanga. Mheshimiwa Rais niona niesomeke haya